Ametembelea baadhi ya vituo vya mwendokasi kikiwemo kikubwa cha Kivukoni na kile cha Kimara na kukagua ni kwa sababu zipi huduma hizo zimeonekana zikisuasua. Kabla ya waziri mkuu kufika, Mwananchi Digital ilizungumza na baadhi ya wananchi ambao walikuwepo kituoni hapo na walikuwa na haya ya kusema. Zinazonisumbua ni huu usafiri. Mimi si hakuna kinachonchanganya kwa kusema, maisha maisha yangu nshajua, asubuhi niamke wa, niamke niende wapi nitoke wapi niende vipi, si ndio? lakini changamoto, ukija hapa saa kumi na moja unaondoka saa tano saa sita ndo unafika huku. Ukitoka huku saa sita kule unafika saa saba saa nane umeshakaanga unakuja barabarani saa ngapi? Wafanyakazi nyote na vimini vyenu msharudi nyumbani, je, barabarani? Mi namtegemea mfanya biashara aje pale aununue mie, nifanye biashara. Hata kwenye biashara mzigo eh, unapochelewa kufika barabarani, je utauzaje?

leo tumeona kuna kama utaratibu wa kuingia kwa foleni lakini kuna... utaratibu huo kwa sababu ya jana, jamba jamba walolifanya wenzetu, walorudi jioni, sio tumerudi asubuhi, tumelizika sio, wanyonge tumekaa kimya, litakalokuwa haya, ndiyo mzee, ndomaana wamechoka, tumel... amechoka, mtu anatoka saa ngapi kazini, anaingia saa ngapi nyumbani? Saa sita ndo anafika nyumbani ya usiku hivi. Kama wee mumeo anafika siku saa saba we utamwelewa kweli? Sema wewe kama we, utamwelewa umwelewi sasa. Ndokoshatesha na mwendokasi leo, laama kwa nani mwendokasi? O tamjua. Kwa maana iyo, vita kwa nani? Kwa mwendokasi, kwa kwako wewe sasa. Ili mlifikirie, wezetu mlokuwa juu ya maisha, sindio? Twajua alo juu ni Mungu peke yake, ila nyinyi mko juu ya maisha, so juu ya Mungu. Mmenielewa e? Mii nachoomba heri salama, sisi wenyewe tumelizika na maisha ya, twende turudi, ila kwa wakati kwa upande wake, waziri mkuu Kassim Majaliwa baada ya ukaguzi wa kuangalia mabasi pamoja na mifumo ya kukatishia tiketi alitoa maelekezo yafuatayo kwa watendaji wa kampuni hizo za mabasi na mwanzilishaji. Wa mabasi yaendelea kuleta mabasi yote sitini ili kesho tuone mabasi yakiingia kwenye ruti yake vizuri. Tunahitaji sasa Tanzania tuwe na usafiri kama ambavyo tumejifunza maeneo mengine, tujue basi limeandikwa namba moja, linaondoka Kivukoni sanga linafika posta ya zamani sanga linafika pale kona Avalon sanga linafika Magomeni sanga mwonyesha na ratiba hiyo, ili mwananchi ajue saa fulani kuna basi tutaondoka mahali fulani na i namba fulani, tufike hapo, tupelekeni huko. Wakati huu tumeshaboresha mifumo ya kielektroniki, hatuna sababu kwa hiyo tunaamini urejeshaji wa usafiri huu sasa utakuwa mzuri, na wananchi, endeleeni kutumia vizuri mabasi yetu, na tunawahakikishia kwamba huduma hii zitaendelea. Tumeingiza basi mia na hamsini na mengine yanakuja na yatapita kwenye karibu njia zote. Asante sana kwa kunisikiliza, mwendelee na usimamizi huo kuendelea kusafirisha. Asante sana.